wa Rais Kalonzo Musyoka amekanusha madai kuwa mazungumzo ya ushirikiano yameanza kati ya chama chake cha Wiper na ODM ya waziri mkuu Raila Odinga. Musyoka ambaye kwa mara nyingine tena ameonekana kujaribu kuzuia mkwaruzano zaidi katika muungano wa G7 baada ya mwandani wake mbunge wa Kangundo Johnstone Muthama kupuuzilia mbali uwezekano wa Uhuru Kenyatta na William Ruto kuwania urais kwa tiketi moja. Makamu wa rais alisisitiza kuwa yeye ndiye kinara wa chama cha Wiper, na mazungumzo yoyote ya muungano lazima yafuate itifaki. Kwa wiki nzima alikuwa katika ziara rasmi huko Israel, lakini hapa nyumbani, makamu wa rais alikuwa anagonga vichwa vya habari. Na ziara hii ya waziri mkuu huko Tala iliyosimamiwa na mbunge wa Kangundo Johnstone Muthama, mwandani mkuu wa Kalonzo, ikawacha wengi vinywa wazi. Hii muungano munasikia, mimi nimekataa. Mimi sitaki muungano wa watu wawili kukaa ndani ya nyumba na kuamua wewe utakuwa bwana na mimi nitakuwa bibi hiyo kitu haiwezekani. Matamshi yalionekana kulenga vinara wawili wa, wa muungano wa G7 Uhuru Kenyatta na William Ruto, na hasa taarifa kuwa wawili hawa wameamua kufanya kazi pamoja, na matokeo kuyumbisha zaidi harakati za muungano wa G7 ambao makamu wa rais pia ni kinara. I'm the Vice President. I'm also the party leader of Wiper Democratic Movement. And I have not lost my voice. When I speak, I will do so plainly as I have done today. Kalonzo alimsuta Muthama akisema hakuna makubaliano yoyote ya kufanya kazi na ODM na zaidi, tayari chama cha Wiper kimo katika ile mikakati ya kutafuta mbinu mwafaka ya kuungana na chama cha TNA cha Uhuru Kenyatta, URP ya William Ruto na New Ford Kenya ya Eugene Wamalwa. Si mara ya kwanza matamshi ya Muthama yanamtia matatani Kalonzo Musyoka. Mapema mwaka huu huko Machakos, Muthama akitumia lugha ya Kikamba alidaiwa kusema kwamba huu ni wakati wa makamu wa rais kuingia ikulu kwani Uhuru Kenyatta na William Ruto watakuwa huko The Hague. Munira Muhammad, KTN Leo, Jumamosi.